Waziri wa kilimo, mbunge wa Nzega Bashe, alianza kuwa mbunge wa jimbo la Nzega mwaka 2015. Mambo aliyoyatekeleza Bashe jimboni kwake, kwanza, aliwahi kusimama akajiwekea nafasi yake ya ubunge rehani. Aliwaahidi wananzega Nzega kwamba kama hamtopata maji, basi mimi sitagombea tena jimbo la Nzega, lakini otea nini? Kwa nini aliendelea kugombea? Bwana alisimamia ujenzi wa mradi mkubwa wa mabwawa kama bwawa la uchami, bomba la ziwa Victoria ambalo ni sawa na kilomita 45, maji yakapatikana. Lakini kwenye sekta ya elimu, elimu like, is it so hard? Kwenye ya elimu ali elimu alipoanzisha eh na watu wakatia sapoti ndio hapo, vitu ambavyo mbunge anatakiwa kufanya. Yaani, kama unaona kuna kitu jamii yako inakihitaji, anzisha initiative, uone kama wananchi hawato support, uone kama serikali haito support. Lakini wabunge wengi wana excuses, wakija huko wanaisingizia serikali, na nyinyi mnawasikiliza, mnasahau kwa nini mmewachagua. Bashe alianzisha ujenzi wa shule ya wasichana na shule ikajengwa. Alafu tena katika kuongeza motisha ya ufaulu katika watu wa jimbo lake, akawaahidi wanafunzi wa kidato cha nne kuwa watakao faulu mimi nitawalipia ada ya 5 na 6 na bado nitawapa zawadi, cheki ya zawadi. Wakafaulu, watoto 42 kwa, kwa division 1 mpaka 3 ambao walikuwa wanafunzi 42, basi anasomesha changanya mbaliga zake darasani kieleweke, na bado walipewa zawadi za fedha cash au watoto 42. Kwenye masuala ya afya, Bashe alianza ubunge kukiwa na kituo cha afya cha Zogolo, lakini Bashe akakisimamia akaita wadau left and right na akatumia ushawishi wake bungeni kuengage na mawaziri wenzake mpaka kile kituo cha afya saizi kimekuwa hospitali kubwa ambacho kile kituo kimegeuka kuwa hospitali. Hospitali ambayo saizi inatoa huduma za operation, ina nyumba za madaktari, hospitali ambayo saizi ina, ina majengo ya kisasa na vifaa vya kisasa. Lakini pia Bashe kwenye swala la vijana na ajira jimboni kwake, Bashe alitumia connection yake na ukaribu wake na shirika la mtandao la Airtel akaanza akaanzisha kampeni ya kuwawezesha vijana wa Nzega kwa ajili ya kuwakopesha mikopo na kuwafundisha biashara, yani Airtel walipiga kambi Nzega waka train vijana takriban elfu moja alafu wakawa wanawapa mikopo kuanzia laki moja mpaka milioni ndani ya jimbo. Si unaelewa, mbunge wako asikudanganye kitu aisee. Akiamua kuleta mabadiliko analeta ambaye jambo sisi tukisema aliwezekana yeye anaanza kulitekeleza, tunamhitaji kwenye wizara. Bashe ameshikilia wizara ya kilimo kutoka mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Kipindi anaingia wizara ya kilimo, bajeti ya wizara ilikuwa ni bilioni mia mbili tisini na nne. Hivi sasa tunavyoongea bajeti ya wizara ya mwaka huu ni trilioni moja nukta mbili. Kwa nini hii naiona kama achievement ya Bashe? Ni kwa sababu msichokijua bajeti huwa inapangwa kulingana na mtu alichokusanya. Kwa maana hiyo Bashe kuna vitu alivyovitekeleza ndani ile wizara kiasi kwamba mapato ya wizara ya kilimo yakaongezeka. Ndiyo maana na bajeti yake ikaongezeka. Alifanya nini? Dondoka nayo. Kwanza kabisa ameifanya Tanzania imekuwa kama gala la Afrika saizi la chakula. Uzalishaji wa chakula wa Tanzania umezidi, umefikia tani 22.8 milioni, ambako hiyo ni kwa ajili tu ya, ya chakula cha ndani. Manake sisi tu kwa kujilisha sisi wenyewe tuko self sufficient kwa asilimia mia moja ishirini na nane. As, asilimia zaidi ya mia moja. Haya, alivyoona bado chakula tumezalisha kingi sana. Mauzo ya nje kabla ya Bashe yalikuwa dola za Kimarekani bilioni 1.2. Sasa hivi Bashe anapoenda kumaliza wakati wake tuna bilioni 3.5 mauza ya nje. Maana yake Bashe amejisumbua left and right kutafuta masoko ya bidhaa za kilimo za Tanzania, ambako amefanya kahawa, parachichi, pamba zote zinauzika saizi Ulaya, Middle East pamoja na nchi kama za India. Lakini pia kulikuwa na changamoto ya kilimo cha umwagiliaji Bashe alipoingia wizarani kulikuwa na miradi kumi na tatu tu ya kilimo cha umwagiliaji. As we speaking kuna miradi 780. Hamtetemeki haya. Alikuta vyama vya wakulima vilikuwa kumi na tisa. Sasa hivi Bashe anapoondoka, vyama viko mia tisa kumi na mbili. Lakini pia Bashe amesababisha ongezeko la mbolea na ruzuku. Ameweza kumshawishi rais kuongeza ruzuku kwa wakulima ili wa, watu wengi wajiingize kwenye kilimo. Tunavyoongea sasa hizi, kuna ruzuku ya bilioni mia saba na nane kwa ajili ya kilimo yote, inaenda kukava gharama za mbolea na pembejeo, ili tu wewe utakayetaka kulima ulime na wale ambao wanalima waendelee kulima smoothly. Lakini pia kuna mradi wa BBT ambako, hiki ni kilimo maalum kwa ajili ya vijana. Umradi umewekewa budget ya bilioni 356. Lengo lake ni kuhakikisha vijana wanapewa elimu mashamba na msaada ili wajiengage kwenye kilimo hiki. Kitu hakikwahi kufanyika kabla ya Bashe, si kwa ukubwa huu <tuhu> watu wa Nzega tunawaonea wivu, maana kuna majimbo <tuhu> aise